Ukweli ni kwamba benki haiamini ahadi zako, wala haijali sana ndoto zako. Kitu kimoja tu inachokiamini ni mshahara wako na saini yako. Na kama mshahara wako unapita kwao, wao hawakupe mkopo, wanajilipa mapema. Na kama ulisaini mkataba bila kuusoma, hawakukudhulumu, walitekeleza ulichoruhusu. Hiki si hadithi ya hofu, ni ukweli wa mfumo wa kifedha ambao wengi hawajawahi kuambiwa. Tuendelee basi na siri zao, tunahakikisha hatuiachi hata moja, hapa hapa Sauti ya Kurasa. Karibu. Katika mfumo wa benki kuna ukweli mmoja ambao watu wengi hawauzungumzi waziwazi. Benki haiamini sana maneno yako, mipango yako, wala ndoto zako. Kile benki inachoamini kwa dhati ni mshahara wako. Ndiyo dhamana halisi, ndiyo uthibitisho wako wa thamani, ndiyo kitu kinachokupa sauti mbele yao. Unapokwenda benki kuomba mkopo, hawaulizi kwanza una maono gani au una mpango gani wa kibiashara. Swali la kwanza huwa, unafanya kazi gani? Halafu linafuatiwa haraka na unalipwa kiasi gani kwa mwezi? Kwa nini? Kwa sababu kwa benki mshahara unaopita kwenye akaunti yao ni ushahidi halisi kwamba wanaweza kudhibiti hatari. Wanajua tarehe mshahara unaingia, wanajua kiasi na muhimu zaidi, wanajua wanaweza kuuchukua kabla haujakufikia wewe. Ndio maana watu wenye mshahara wa kudumu, hasa wanaolipwa kupitia benki hiyo hiyo, huonekana kuwa wateja salama, sio kwa sababu wao ni waaminifu zaidi, bali kwa sababu benki ina udhibiti wa moja kwa moja wa mapato yao. Mkopo unapokatwa kabla mshahara haujatua mfukoni mwako. Benki haihitaji kukukumbusha, kukuomba wala kukutishia. Mfumo unajilipa wenyewe. Lakini hebu fikiria kinachotokea pale mshahara unapopotea. Labda umeachishwa kazi au biashara yako imeyumba au umehamia kipato kisicho rasmi. Ghafla, thamani yako mbele ya benki hushuka. Sio kwa sababu wewe kama mtu umebadilika, bali kwa sababu chanzo walichokitegemea sasa hakipo. Ndio maana mtu yule yule aliyekuwa anapewa mikopo kirahisi jana, leo anaambiwa subiri, leta dhamana nyingine au hujafikia vigezo. Hii inakuonyesha kuwa katika macho ya benki, mshahara si tu kipato, ni chombo cha udhibiti, ni kifungo kisichoonekana. Kadri unavyotegemea mshahara unaopita kwao, ndivyo benki inavyokuona kama mteja wa uhakika, lakini pia ndivyo unavyozidi kuwa ndani ya mfumo wao, ambapo maamuzi mengi yanakuwa si mikononi mwako tena. Sasa tukigeukia upande mwingine wa uhusiano huu mikataba benki zinafahamu jambo moja vizuri sana, watu wengi hawatasoma mkataba. Sio kwa sababu watu ni wajinga, bali kwa sababu mikataba imeandaliwa kwa namna inayokukatisha tamaa. Lugha ni ngumu, maneno ni ya kisheria, sentensi ni ndefu, herufi ni ndogo na kurasa ni nyingi. Wakati mwingine mkataba unaweza kuwa na kurasa ishirini au thelathini, lakini mtu atasoma ukurasa wa kwanza na wa mwisho tu, kisha atasaini. Benki inajua hili, na kwa sababu inajua, sehemu muhimu zaidi, ile inayohusu adabu, riba inayobadilika, ada zilizofichwa au haki ya benki kubadilisha masharti, huandikwa kwa ustadi mkubwa, lakini kwa lugha ngumu sana. Si kwamba benki inaficha kisheria la, kila kitu kipo kwenye mkataba. Tatizo ni kwamba kipo kwenye mkataba ambao watu wengi hawatausoma wala kuuelewa. Hapa ndipo mchezo wa akili unapoingia. Mteja anaingia benki akiwa na shauku, anataka mkopo, anataka huduma, anataka suluhisho la haraka. Afisa wa benki anasema haya hapa masharti, saini hapa. Mazingira ni ya kuaminiana, ofisi ni safi, lugha ni ya upole na muda ni mdogo. Hakuna mtu anayekaa chini akisema ngoja nikasome kila sentensi na benki inategemea hilo. Inajua kwamba asilimia kubwa ya wateja watasaini kwa imani. Baadaye mambo yakibadilika, riba ikipanda, ada mpya zikaonekana au adhabu ikaingia, benki itasema, lakini ilikuwa kwenye mkataba. Kisheria benki ipo sahihi, kiuhalisia mteja hakujua. Hivyo mshahara wako na saini yako vinakuwa silaha mbili kuu zinazotumika na mfumo wa benki. Mshahara unawapa uhakika wa mapato, na saini yako inawapa ruhusa ya kisheria. Ukivipoteza vyote viwili, mshahara ukikosekana na mkataba ukaanza kukukandamiza, ndipo mteja anapoanza kuona upande mgumu wa mfumo wa kifedha. Mwisho wa siku, benki si rafiki wala adui. Ni taasisi inayofanya kazi kwa kanuni za hatari na faida. Inaangalia namba, mifumo na udhibiti. Ndiyo maana ni muhimu sana kuelewa kuwa mshahara wako ni zaidi ya kipato, na mkataba ni zaidi ya karatasi. Ni makubaliano yanayoweza kukuinua au kukufunga, kulingana na ufahamu wako. Na pengine somo kubwa hapa ni hili: kadri unavyoelewa jinsi benki zinavyokuona, ndivyo unavyoweza kufanya maamuzi kifedha kwa macho ya wazi, badala ya kutembea ndani ya mfumo kwa imani tu. Endelea kufuatilia chaneli yetu. Shiriki na mtu anayefikiri mkopo ni msaada, sio biashara. Andika elewa kama uko tayari kuelewa mchezo kabla haujakugharimu.